Ni, ni, ni, ni nani nani nani ananipishia bishia? Unataka unataka kunivujia mlango mlango, mlango? Hmm? Unanipishia aje? Ni kama wewe unaniweka hapa ndani. Unanipia rent? Wewe wewe ni nani wewe bwana? Sisi ni wale wa kumshuhudia Mungu. Ni nani anatubishia bishia mlango? Si huyu huyu mzee hapa huyu. Hatutaka na amani. Amani, shida yako ni nini? Pole, ni neno la Mungu tu limenielewa. Neno la Mungu zao utabishia watu, unaona wanapumzika, wako mambo zao, unakuja kubishia. Unabisha watu mlango ni kama unadai rent. Hata wa mtu wa rent aezi bisha hivyo mlango. Pole, tusome tu neno kidogo. Unajua kwa hii maisha inafaa tukae tukijiuliza, tunaenda wapi? Sasa unaona tunalazimishana neno la Mungu. Ukipita mahali ukipata watu wamefunga mlango, nenda, utarudi siku nyingine. Wakati wako nje unatubisha mlango, tunapumzika, hmm? Si tumetoka night shift ndio tumefika sasa, tumepumzika, unakuja kutubisha mlango, hmm? Yeah, ni, ni kama chakula ni chakula cha kiroho, ni chakula ambacho hakina wakati wake mwafaka, ni chakula ambacho unakula anytime, ni kama tunda la kiroho ndio, e? maana Nikasema hapa ndani lazima kuna watu. Si kutubishia hivyo mlango, sawa? E. Si kutubishia mlango hivyo ni kama unatubia. Mwambie, lakini. Tunalipanga rent miezi nne. Wewe ujui mwambia. Watu wanapitia mambo gani hapa ndani? Huku nje watu wana, wanafanya kazi usiku. Watu wako na stress zao inavyo wapumzike ndani. Wewe unakuja kutubishia mlango? Tun hmm? Tushaomba tun tun tunajua Biblia ni nini, tunajua Biblia ni nini, tushaomba tunalala, tunapumzika. Tunaweza tu kulia kidogo tu. Neno la Mungu alitaki kelele wala kugombana. Analitaki hasira. Maana wote wenye hasira kama Herode, namaliza haraka, Nebukadneza, wote walitumbukia nyongo, eh? <laughs> Kwanza kabisa tusome katika hichi kitabu changu ambacho kinatueleza kuhusu Mungu ni nani, ndio tuelewe eh. Kwanza wewe unajua Mungu ni nani Bana, ndio unakuja kutusumbua kutu, kutu, hapa ndani. Wewe unajua maneno ya nyumba ni ni, ni nini? Bana, vitu za maana unakuja nininiai vinaakuna kutuuliza Mungu ni nani. Wewe u Mungu wewe. Na je, eh, na je mbinguni ni wapi? Bana, kutu, bana we, le, le, utoka, bana, acha kutusumbua wewe uende mbinguni? We mke wangu sasa nafanya mambo yako. Eh. Enda uosha vyombo. Ah, nataka kujua huyu mwanaume ni nani, atoke kwanza. mambo yetu ya ndani, umemaliza mambo yako ya Mungu na kujua Mungu wako, toka, uende. Hii ni mambo ya ndani ya nyumba, unakuja usumbua hapa, kugombana vitu gani

Nenda kwa nyumba na kuja bana. Wacha kusumbua kusumbua watu. Ingia.